kuu wa mkoa mheshimiwa Juma Zuberi Homera amefanya ziara ndani ya halmashauri ya wilaya ya Busokelo tarehe 11 mwezi wa 6 2025, akipita kwenye miradi mbalimbali mbali ndani ya halmashauri hiyo ikiwemo barabara ya Rwangwa Kiejo ambayo ipo chini ya TARURA na kwa mujibu wa TARURA barabara hiyo imefikia asilimia themanini za ujenzi huo na kuendelea kukamilisha baadhi ya sehemu zilizobaki anaendelea na kazi za ujenzi wa mifereji ambayo imefikia asilimia tisini na tano. Pia anaendelea na ujenzi wa gabions ambayo imefikia asilimia ishirini kazi, start. Kwa hiyo kazi hizi tatu zitakapokamilika kwa asilimia mia mradi wetu utakuwa umekamilika kwa asilimia mia moja. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anaomba kuwasilisha kupitia ujenzi wa barabara hiyo. Mkuu wa wilaya mheshimiwa Jafar Haniu ameeleza umuhimu na manufaa ya barabara hiyo. Lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba, e, wananchi wetu ambao ni wakulima wanaweza kunufaika na ujenzi wa barabara hii kwa kuweza kutoa mazao yao katika maeneo ya vijijini kuweza e, bei nzuri za masoko ambazo ziko vijini. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa anachukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza tuweza kutuona sisi wananchi wa Rungwe hususan halmashauri ya Busokelo kwa kuweza kupata barabara hii ambayo ni ubia wa serikali pamoja na Umoja wa Ulaya katika kuhakikisha kwamba inaboresha maisha ya wananchi wa halmashauri ya Busokelo. Tunashukuru sana, kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi kama halmashauri moja, kazi yetu ni kusanya mapato. Barabara hii inatusaidia, wananchi wakitoka huko uh, vijijini na mazao yao wakija sokoni, sisi tunakuchana na ushuru eh, lakini pia inatusaidia pia kuwasogezea huduma kwa karibu, hata wao kuweza kubeba mazao yao kuyaleta huko. Kwa hiyo pia sisi kama halmashauri tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa barabara hii. Aidha, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Mheshimiwa Anyosisye Njobelo ameleza utofauti wa hali iliyokuwepo kabla ya ujenzi wa barabara hiyo na hali ya sasa baada ya ujenzi huo. Kwa kweli sisi kupata tano, kumi, hii barabara kwetu ni ongezeko kubwa sana. Tulikuwa na kilomita tano tukaongezewa kumi. Tumeongezewa hii, hata wananchi sasa hivi wanatembea kwa mguu kuja hapa kirahisi tu wala wanatati kwa hiyo nasema sisi ambao tumekulia eneo hili ilikuwa, ilikuwa ni sehemu ambayo moja ilikuwa ni ngumu sana kuja hapo, lakini sasa hivi kiuchumi, kwa kweli watu wanawasiliana vizuri sana kati ya upande wa kaskazini na kusini kupita barabara inakuwa ni rahisi. Hata usafiri kwa vyombo vya moto tunasafiri kwa muda mfupi sana. Tunaamini kwamba rais ataendelea kutusaidia ili kuweza kuendeleza barabara pale pale tutafika iweze kuendelea na ipoishia sasa hivi ili wananchi wapate raha za haramu Busokelo tunahitaji iwe na lami, lakini kwa taratibu hizi, tunamshukuru Mungu kwamba rais anafikiria na ninyi mnafuatia mkarimu. Nashukuru sana ile Mungu ndio tumefunga tayari 20 20, ambao tayari zimefungwa kuanzia msimu pale, na makubaliano yalikuwa mnatakiwa mfunge tangu tayari 20 na mtakapo tayari 20 kwa hamtaki kuongeza tena, tumekaa mbali mbali mita 50 hizi amemita hhath ao tuna maeneo ambayo tulioona ni maeneo ya ingin hmm. livitu mimi hmm. E, mimi mi, nawashukuru sana kwa mradi huu lakini, hmm. tangu tunaanza mwanzo nadhani tulikuwa tunautembelea tembelea mradi huu. Nimpongeze sana meneja wa Tarura wa mkoa pamoja na wilaya kwa kweli uh, kwa usimamizi, kwa sababu mradi unge kuna maeneo mengine unakuwa mradi unachelewa sana, lakini kwenye mradi huu kwa kweli mkandarasi anajitahidi sana. Sasa kitu pekee ambacho nachotoa maelekezo yangu ni kwamba hizi gabioni mkandarasi nahitaji e, amalize hizi gabioni mapema iwezekanavyo, kwa sababu hela sio tatizo, hela za miradi hii fedha zipo. Wao ningetamani hizi gabioni amalize haraka iwezekanavyo sababu bila kuweka hizo gabioni, barabara na huko kulipo na mvua nyingi itavurugika barabara na mapema mno. Kwa hiyo gabioni yamalize, lakini ujenzi wa mifereji ya mawe kutolea maji ya mvua nje nayo aweze kukamilisha, sababu huko mvua ni nyingi. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru mradi ni mzuri, lakini hizi gabioni zikamilike na mapema iwezekanavyo ili tuweze kupata barabara ambayo ni nzuri. Lakini pale penye uwezekano wa kuongeza taa, mnaweza kuongeza taa kwa sababu hii barabara inaenda kwenye mradi wa kimkakati wa gesi sasa. Kule ni mradi ambao ni uchumi mkubwa, kwa hiyo ni vema tukawa tuna taa zikaongezeka zaidi. Ili kama taa ishirini unaweza kama kuna hela itabaki, ni vema mkaongeza tena taa zingine ishirini hii thelathini sasa ibaki kumi na tano mita 15, 15, 15 badala ya thelathini ili tuwe sasa na taa badala ya ishirini ziwe taa arobaini ili watu waweze na pia mkandarasi mwambie, kama kuna barabara ziko za mtaani sio nzuri mzuri na zenye aweze kusaidia, sio anabaki tu barabara kutoka amejenga hii barabara, basi hata kusaidia barabara zingine atusaidie. Kwa mfano maeneo mengine anaweza kaja mwenyekiti wa halmashauri akamwomba, aambie bwana, nenda sehemu fulani, kuna kibarabara kipo, unaweza kukwangua kidogo ukasafisha ili wananchi waweze kupita vizuri. Kwa hiyo tu tufikishie hizo salamu kwa mkandarasi.